Michezoni, timu ya taifa ya mchezo wa unyanyuaji uzani kwa wachezaji wenye ulemavu wa macho imekamilisha mazoezi yake tayari kutafuta medali kuanzia alasiri ya leo. Mwanaspoti wetu Lukman Mahamud yuko na kikosi hicho nchini Kazakistan. Baada ya kutua hapa mjini Almati, kikosi hicho kiliingia mara moja kwenye maandalizi ya mwisho kabla ya kombe hilo la dunia kuanza hii leo. Maandalizi hayo yanahusu kuwekwa kwenye viwango kwa wachezaji kutokana na uwezo wao wa kuona na pia uzani wa mwili. Inasemekana kwamba kuku mgeni akosi kamba miguuni, na kweli joto ipo, eh, butterflies in the stomach, zipo lakini lazima tunawatia moyo. Kochi wetu amekuwa very uh, very very uh, amekuwa kitu prepare very well. Hey, the, the feeling is, I can't even explain. sina the exact word ya kusema, lakini niko sawa. Gaida wamekuwa sawa na mimi, sababu kwa kila kitu naweza kila kitu na, wamekuwa tu sawa Wamenisaidia vilivyo yeah. Shirikisho la Muungano wa mchezo wa walemavu wa kutoona Kenya kesavi likisema maandalizi waliokuwa nayo yanaiweka Kenya kwenye nafasi ya kwenye kuwa medali nyingi zaidi. Tumejipanga vizuri sana e, tulikuwa tumejoin camp kwa zaidi ya mwezi mzima, na hiyo ndio maana yenye tulikuwa tunataka kupolisha wachezaji vizuri, na kuwa guide hapa na pale kwenye hawaelewi, na tumekuwa na coaches wazuri ambao wamekuwa wakisaidia hii timu. Kenya iliyosafiri na wachezaji 12 itashiriki kwenye vitengo vyote vitatu vya mashindano hayo. Maandalizi yamekamilika, kilichobaki sasa ni kwa kikosi cha Kenya kuanza rasmi mashindano yake hapo kesho, wakiahidi kuweza kutamba licha ya kuwa ugenini. Lukman Mahmud, runinga Citizen, kutoka Almati nchini Kazakhstan. Siye tupo hapa studioni na ndiyo tunatamatisha Taarifa za mchana wa leo, ulikuwa na mimi wenu Swaleh mtazamaji, na kutakia mchana mwema.